Kuna vitu sita vinavyomchukiza anavyovichukia Mungu. Kuna vitu sita anavyovichukia Bwana. Mguse jirani yako, mwambia sikiliza pointi ya mwisho. Haya ni mafundisho mazuri sana. Yaani, na unaweza kutoka hapo kashangaa hata kichomi ulichokuwa nacho sija kuwekea mkono na ukapona. Attitude can Tabia. Inaweza ikafarakanisha wewe na watoto wako. Tabia ya yeah. Watoto wako inaweza ikasababisha ikawafarakanisha kati ya watoto wako It na wewe. Ulitamani waende vizuri lakini unaona wanaenda hivi. Tabia. Attitude. Tabia unaweza attitude ukakufanya ukaona kama kanisa wanakuchukia lakini ni ule moyo wako na asili yako, tabia, because of your attitude. Lakini leo nataka Mungu atuponye hapa, tuviguse tuviteute vitatu hivi. Anza mtumishi wa Mungu. Hey, kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, hivyo hivyo. Andika na wewe hivyo hivyo. Kuna vitu sita anavyovichukia nani? Hebu vikalili sasa, uvione ndio uone ya kwamba, kama unacho ndio wako kinakukosesha wewe kwenye baraka zako, Utawaweka watoto wako kwenye laana. You might put your children in curses. Twende, mtumishi, naam, mm -hmm. Viko saba vilivyochukizwa kwake, ndiyo macho ya kiburi. Point ya kwanza, jichunguze moyoni, tunaingia kwenye mambo ya kufungua malango. Jichunguze moyoni, una kiburi your heart, na hakuna have... mwanadamu unaweza ukamuuliza hata nikisema Nikimwambia, Emmanuel Mbwambo, simama hapa, una kiburi? Atasema you will say mm-hmm. <laughs> <laughs> Yani ndivyo ilivyo, that is the way it is Una kiburi? Are you proud? You say no kama ndani pamekuwa na kiburi you you're full of pride, macho utayaona ya kwamba hapa hakuna unyenyekevu, imejaa kiburi. Cha hali ya namba mbili, ulimi wa uongo, ulimi wa uongo. Two, a jamani, Mungu si ndio ametuumba akatupa ulimi ametupa nini, lakini nda, sauti ametupa nini lakini ndani ya ulimi so, kuna ulimi wa uongo tongue, there is a kazi yake ni kudanganya its kazi yake work, umejaa. Yaani kuna ulimi ndio kazi yake its... yaani wenyewe ni wa hivyo, bila kusema uongo haushibi, yaani bila kusema uongo wenyewe hauriziki. Ndio maana unaambiwa urimi wa nini, sema ninauvua kwa jina la Yesu. Hayo ndio matendo yanayomchukiza Bwana. Umkutane na mtu mwenye urimi wa uongo, if awe kwenye kanisa rako, awe kiongozi wa kanisa a leader in a church, awe mtumishi wa kanisa awe mtendakazi, kumejaa ulimi wa uongo, hilo kanisa litakufa, hiyo ndoa itakufa, hiyo kazi itakufa, that work, that maana, kila kitu hakihitaji uongo will be based, iwe biashara online, iwe kuaminiwa na ndio maana unaambiwa mtaji wa kwanza ni ukweli au Uaminifu. Uaminifu unatokana na ukweli. Mungu aviondoa hivi vitu ambavyo tumevitaja katika maisha yako. Twende mtumishi, ndio na mikono imwagayo damu isiyokuwa na hatia. Moyo unaowaza no kuharibu. A heart that deceives. Moyo usiowaza kujenga, moyo unaowaza kuvuruga, moyo usiowaza mema. A heart that that doesn't think of na good. Moyo no unaowaza mabaya, hauna ushirikiano A heart that is full of wicked, hauna mapatano that doesn't have Hauna moyo unaowaza Mo no mabaya, moyo unaowaza uharibifu, moyo unaowaza kuua, moyo unaowaza biashara ya mwingine ife, moyo unaowaza kanisa la mwingine rife, moyo unaowaza ndoa no no ya mwingine ife ife, moyo unaowaza kuharibu maisha mwingine moyo unaowaza kuua mwingine kiimani, hiyo tabia inachukiwa na Mungu. Twende miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, haiko miepesi kutafuta neema na uzima. Ndiyo maana nilisema mwana wa Mungu, ili maisha yako yawe marefu, uwe mwepesi wa kupiga goti, kuombea kazi yako maisha yako biashara yako na watoto wako. Usiwe mwepesi kuchokonua maumbea yasiyo kuhusu, usiwe mwepesi kufuatilia vitu visivyokuhusu, miguu yako isiwe mwepesi kutafuta maneno maneno ya vitu vya ajabu katika maisha. Tafuta mambo ya muhimu na ya lazima, ni watoto wako waende shule, watoto wako wafaulu shule, maisha yako yakuwe, jina lako listawi, maisha yako yastawi. Hebu pokea wa ufahamu kwa jina saliyo hai, twende mtumishi. Shahidi wa uongo. Shahidi wa uongo unajua kuna shahidi lies. Shahidi wa uongo ni yule ambaye hajaona kitu ila anasema a kile fault, kitu ambacho hajakiona a a shahidi wa uongo ni hapa huyu. Vijana uh, wawili wasiokuwa na kazi hapo wakimbie. Simama hapo. Please stand. Haya, sasa wewe uniletee. Ila umesikia. You just Sawa. heard. Uniletee. Uniambie hivi ya kwamba nikwambie method. Method. Amechomwa chomwa vitu visu vinne. Mmoja kichwani, mwingine kwenye tumbo, mwingine kwenye miguu. In the stomach. And in the Come and tell me. Niletee sasa.

nikuwa ni sijapata, hiyo si ndio maana nakupenda. Ah, ah, safi sana bwana, hamna shida ah. Amezipata sasa, mwenye urimi wa nini, kihebehebe na kisebusebu <laughs> hajaona, He has not seen. hajaona hajazibitisha, hajui Yameambiwa visu vinne. Uko wapi? Nakuja. been, been <laughs> nisubiri, na jambo na jambo mambo za kwako za siku. Au <laughs> umesubiri kwa hamu, nimekuja, leta kiti, sogeza hapo Unaona, nikuambie, na jina nimelisahau. nani kweli Method? Una habari za Method? amechomwa visu vinane huko, aliambia vingapi times? Ndio kanuni ya mwanadamu, hanaga tabia kupunguza na tabia ya kuongeza. Jamani, kama unanielewa unipigie makofi. Ehe, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Anaopanda mbegu za nini? Yaani yeye kazi yake mzee wa kanisa anigombanishe na wewe, maana si tumekaa hapa kuwa ndugu akulete maneno ya uongo kutugombanisha, ili usiniamini, ili nisikuamini, ule uaminifu wote uliokuwepo uvunjike. Yani na yeye yupo na ni ndugu, ila kazi yake ni kupanda mbegu ya fitina. Sasa hizo roho so hakomi kwenye familia yake, kwa sababu yuko kanisani, na kanisani ile in tabia inaendelea. Na kanisani hiyo tabia inafanyaje? sauti inafanyaje? in kama upo na kama ndani yako hizo tabia, unaona imo hata moja ikatae your... ili milango yako it it ikafunguke kwa jina la Yesu. Inakueleza. Anakuwa na mbegu ya fitina yani kazi yake ni kupanda fitina. Ulikunaniamini mama haruni, mtu anatokea anapanda mbegu ya fitina ili unione mimi ni mbaya, mimi ni so mbaya na ni kuone wewe ni mbaya. Hiyo ndio point ya kwamba kupanda mbegu ya nini plans, sauti kupanda mbegu ya nini, ili nikuchukie. So unapandiwa mbegu ya fitina, rafiki yangu, mpaka unasahau kama ulipata kazi. Simama. Na lini umetoka kazini leo jana? Jana. Unasahau kama uliombea ukapata kazi? Unasahau kama sasa hivi unazungukwa tu na wazungu? Papa, papa, papa. Unasahau kazi yako kubwa ambayo Mungu amekupa na bahati nzuri umekuwa mwaminifu kwenye moja ya kumi ila kwa sababu offering ndani ya kanisa kuna Just mtu anapanda church, mbegu ya uchonganishi, mbegu ya uongo it mbegu ya fitina unafika, mara unaona haistakiwi hata kutoa moja ya kumi. Sasa huyu Amosi, mbona ni waajabu? Na mimi tena narudi huko, ananiambia habari zako, ili tunaanza nikuone waajabu, tunaanza kuonana, tunachukiana, tunachukua watu wa kuchukiana. Kumbe kuna mtu huyu, kuna watu hawa, kuna But watu hawa, kuna watu wanne. Na ndio maana unaambiwa kwamba palipo na watu kumi, aliyemsaliti Yesu anaitwa nani? Yuda. Palipo na watu kumi yupo Yuda mmoja it, it, palipo watu na watu hamsini wapo Wayuda watano, palipo na watu mia wapo waYuda kumi, Judas, palipo na watu mia mbili Sasa hapa kuna watu mia ngapi? Kuna Wayuda wangapi hapa? <laughs> <Juda, laughs> kuna mamia tena ya Yuda. Ndiyo kanisa linavyokuwa, kuna mbegu inapandwa, kumbe mbegu ya uchonganishi, mbegu ya kufitinisha inatoka kwa mtu kupandwa kwa mtu. Sasa usipoelewa wewe ukasimama kwa zamu yako, na kama hii kuna roho ndani ya moyo wako, imo ndani ya moyo wako, unajua nina roho ya kufitinisha watu, nina roho ya kuchonganisha you know watu, kwa jina la Yesu iondoe na kuikataa ili marango yako yafunguke. Mimi naenda taratibu, hii inaiongelea taratibu. Ndio imefika mwisho, imefika mwisho ndio maana ilikuwa naiongelea taratibu hizo zinichukizo mbele kwa na, mbele za nani? Roho ya uongo, roho ya uchonganishi ni nichukizo like hizo, nichukizo mbele za Bwana. Kuua damu isiyokuwa na hatia ni chukizo mbele za Bwana. Una tabia hizo za kufitinisha na Mungu wa mbinguni awafungulie malango. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na Mungu akubariki.